Kufuatia yale yaliyokuwa yakiendelea kwenye mitandao na mitaani kutokana na maneno mbalimbali yaliyokuwa yakizungumzwa na wanaharakati na watu wengine waliokuwa wakihimiza na kusisitiza suala la maandamano, hatimaye jeshi la polisi limetoa taarifa maalum kwa umma kupitia barua yake iliyotolewa siku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 za kuhamasisha watu kufanya vitendo vya kihalifu ambavyo ni kinyume na maadili, utamaduni wa Mtanzania na kinyume na sheria za nchi. Vitendo hivyo vya kihalifu vinavyosukumwa na dhamira ovu, pamoja na kwamba ni kinyume cha sheria za nchi, vimekuwa vikisababisha hofu na taharuki kwa wananchi wema walio wengi kuliko wao, bila sababu zozote za msingi. Tabia hizo na vitendo hivyo vinatakiwa kukemewa na kupigwa vita na mtu yeyote yule anayetambua umuhimu na thamani ya amani kwa maisha yake na familia yake. Jeshi la Polisi linaendelea kuwahakikishia Watanzania kuwa litaendelea kuwasaka na kuwakamata na kuwafikisha katika mamlaka nyingine za haki jinai kwa hatua za kisheria kama ambavyo limeshafanya kwa waliokwisha kukamatwa, ambao bado wanaendelea na uhalifu huo na hawajafikiwa na mkono wa sheria, wasijidanganye, bali watambue kinachosubiriwa ni muda na ukamilishaji wa taratibu za kuwafikia wakati wowote, kulingana na ushahidi kwa mujibu wa sheria kanuni na taratibu za nchi. Imetolewa na msemaji wa jeshi la polisi, makao makuu ya polisi Dodoma, Tanzania. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa ikisomeka taarifa hiyo ya jeshi la polisi. Katika siku za karibuni, mitandao ya kijamii imegeuka kuwa jukwaa kubwa zaidi la maoni nchini Tanzania, si tu kwa mijadala ya kawaida, bali pia kwa hoja nzito zinazogusa siasa, uchumi na hata usalama wa taifa. Wakati serikali ikihimiza matumizi ya mitandao kwa maendeleo upande mwingine kumekuwa na ongezeko la watu wanaotumia majukwaa haya vibaya kwa kutoa kauli zinazoweza kuchukuliwa kama uchochezi, matusi au upotoshaji unaoweza kusababisha taharuki miongoni mwa wananchi. Taarifa hii ya jeshi la polisi iliyotolewa tarehe 5 Oktoba mwaka 2025 imeonekana kama hatua ya wazi ya kutaka kurejesha nidhamu katika matumizi ya mitandao, hasa baada ya kuibuka kwa matamshi ya watu mbalimbali, wakiwemo wanaharakati wanasiasa na hata maafisa wa zamani wa vyombo vya ulinzi wakitoa kauli ambazo zimechukuliwa na wengi kama moto wa maneno unaoweza kuchoma amani ya taifa. Moja ya matukio makubwa yaliyotikisa mitandao ni ile iliyomhusisha Kapten Tesha ambaye kupitia video iliyosambaa kwa kasi kwenye majukwaa ya kidijitali alisikika akieleza wasiwasi wake kuhusu mwenendo wa nchi, akitumia lugha zenye msisitizo na kuashiria kile alichokiita hatari inayokuja mbele ya taifa. Video hiyo ambayo ilipokelewa kwa mitazamo tofauti, ilisababisha mijadala mikubwa. Wapo waliomuona Kapten Tesha kama mzalendo anayeonya kabla ya hatari kutokea, lakini pia wapo waliomwona kama mtu anayehamasisha hasira za wananchi dhidi ya mfumo vile. Kwa vyovyote vile, kilichotokea ni kwamba kauli zake zilihamasisha mijadala mizito, huku wengine wakitumia maneno yake kama sababu ya kuhalalisha miito ya maandamano, jambo liloongeza taharuki, jeshi la polisi kupitia taarifa yake hii limetumia maneno makali yasiyo ya moja kwa moja, lakini yenye ujumbe mzito: vitendo hivyo vinatakiwa kukemewa na kupigwa vita na mtu yeyote anayetambua umuhimu wa amani. Kauli hiyo inatuma ujumbe kuwa hata kama mtu anaona anazungumza kwa nia njema, pale maneno yake yanapoweza kutafsiriwa kama uchochezi, basi yanakuwa hatari kwa jamii nzima. Tanzania kama mataifa mengine mengi duniani imeingia katika zama za kidijitali ambapo kila mtu ana uwezo wa kuwa mwandishi wa habari kupitia simu yake mkononi. Lakini changamoto kubwa imekuwa ni kutofautisha kati ya uhuru wa maoni na matumizi mabaya ya uhuru huo. Katika kipindi cha miezi michache iliyopita, kumekuwa na wimbi la video, matangazo ya moja kwa moja, yani live broadcast, na machapisho yanayohamasisha watu kufanya maandamano au kutokuwa na imani na taasisi za serikali wengine wamekuwa wakipotosha taarifa, wakitengeneza picha za kugushi au kuandika maneno yanayochochea wananchi kuamini kwamba nchi ipo katika hali ya hatari, jambo ambalo halina uthibitisho wote wa kisayansi wala kisheria. Kwa mujibu wa wataalamu wa usalama wa taifa, hali kama hii ikiendelea bila kudhibitiwa inaweza kuleta madhara makubwa: watu kupoteza imani na serikali yao, kuchochea migawanyiko ya kijamii na hatimaye kusababisha vurugu. Mbali na Kapten Tesha, wapo pia wanaharakati wengine ambao wamekuwa wakitumia majukwaa ya kidijitali kutoa matamshi ya kuhamasisha maandamano, wakidai kwamba ni njia ya kudai haki. Hata hivyo, maandamano yasiyo na taratibu maalum yamekuwa yakihusishwa na vurugu katika mataifa mengi, na ndio maana jeshi la polisi limekuwa likitoa wito wa watu kufuata sheria na taratibu pale wanapotaka kutoa maoni yao hadharani. Jeshi limekuwa likisisitiza kwamba Tanzania sio nchi inayokataa maoni bali ni nchi inayotaka maoni yatolewe kwa njia za kistaarabu ndani ya mipaka ya sheria. Kuna ripoti kadhaa za watu waliokamatwa kutokana na kusambaza taarifa za uongo kuhusu serikali, viongozi au vyombo vya ulinzi. Baadhi yao wamefikishwa mahakamani, wengine wanaendelea kuhojiwa. Na hatua hizo zimechukuliwa kwa mujibu wa sheria ya makosa ya mtandao ya mwaka elfu mbili na kumi na tano ambayo inakataza kusambaza taarifa za uongo chuki au uchochezi. Miongoni mwa mambo yanayosisitizwa na wataalamu wa mawasiliano ni kwamba maneno ni silaha. Kauli ndogo mtandaoni inaweza kuibua taharuki kubwa katika jamii, hasa pale inapochukuliwa na watu wengi kama tafsiri tofauti. Tanzania imekuwa ikijivunia amani na utulivu kwa miongo kadhaa, lakini katika zama hizi za mitandao changamoto imekuwa kubwa. Taarifa moja sekunde 30 kwenye TikTok inaweza kusababisha mamilioni ya watu kuchukua hatua kwa misingi ya taarifa isiyo sahihi. Jeshi la polisi limeona hilo na ndiyo maana limeamua kuingilia kati mapema kabla hali haijaharibika. Lengo, kwa mujibu wa msemaji wa jeshi hilo, ni kuhakikisha wananchi wanaendelea kuishi kwa amani bila taharuki inayosababishwa na taarifa za uchochezi. Wataalamu wa sheria wanasema kuwa uchochezi wa kisiasa hauhitaji tena mikutano ya hadhara au mikusanyiko mikubwa. Unafanyika kupitia like, share na comment hapo ndipo changamoto inapoanzia. Mtu mmoja anaweza kuandika neno ama maneno machache, lakini yakaenea kwa maelfu ya watu ndani ya dakika tano na kusababisha hofu kwa jamii nzima. Kwa mujibu wa jeshi la polisi, hawa ndio wanaoitwa wanaoendelea na kufanya uhalifu huo na hawajafikiwa na mkono wa sheria ni ujumbe wa moja kwa moja kwamba teknolojia haiwezi kuwa kizuizi cha sheria, bali sheria sasa inazidi kuifikia teknolojia katika mitandao. Baadhi ya wananchi wameeleza kuwa wanaunga mkono hatua ya polisi kutoa tahadhari hii, wakisema kwamba uhuru wa maoni unapaswa kuwa na mipaka. Hatuwezi kukaa kimya tukiona watu wanaharibu amani kwa maneno yao, ameandika mmoja wa watumiaji wa X. Wengine hata hivyo, wameitaka serikali kutofautisha kati ya ukosoaji wa kimaendeleo na uchochezi. Lakini kwa mujibu wa wachambuzi na wataalamu wa siasa, hoja kama hiyo inahitaji mizani makini. Ukosoaji ni muhimu kwa ujenzi wa demokrasia, lakini unapaswa kufanywa kwa uwajibikaji. Pale unapotumia ukosoaji kuchochea hasira, hofu au uasi, unakuwa umevuka mstari wa sheria. Taarifa hii inasisitiza wazi kwamba jeshi la polisi halitasita kuwasaka wale wote wanaotumia vibaya mitandao watambue kinachosubiriwa ni muda, lilieleza jeshi hilo likionyesha kuwa tayari lina ushahidi wa kutosha dhidi ya baadhi ya watu. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, timu maalum za ufuatiliaji wa makosa ya mitandao zimekuwa zikifanya kazi usiku na mchana kuhakikisha maudhui hatarishi yanadhibitiwa kabla hajasambaa zaidi. Na kwa kumalizia, Tanzania imekuwa ikijivunia amani kwa zaidi ya miaka 60 tangu uhuru, na ni jukumu la kila raia kuhakikisha misingi hiyo haivunjwi kwa maneno au vitendo visivyofaa. Mitandao ya kijamii inaweza kuwa daraja la maendeleo, lakini pia inaweza kuwa bomu la kijamii likitumiwa vibaya. Kauli ya jeshi la polisi ni onyo, lakini pia ni mwaliko wa kutafakari, kwamba kabla hujaandika, kabla hujaposti, wala kabla hujasambaza video yenye ujumbe mkali, jiulize kama inaleta ufumbuzi au inazidisha hofu. Kwa maneno mengine, uhuru wa kusema si ruhusa ya kuharibu. Tafadhali tuandikia mtazamo wako kwenye hili , lakini pia usiache kuendelea kutufuatilia kila wakati, kwa habari zaidi kiganjani mwako.